Mimi nimetokea katika familia ya kipato cha kati, yes, ambao wana uwezo wa kukulipia ada, kukupeleka shule, kukupatia chakula, vitabu mm -hmm. basi hapo ndio mwisho yes. Kama unahitaji mtaji, unahitaji kusogea zaidi, sasa inabidi utumia akili mm -hmm. na kila kitu ambacho kubariki Mungu wewe kama wewe mm -hmm. ili uweze kufika step two mm -hmm. yes, eh, lakini sio kwamba labda gari hiyo hapo au mtaji milioni tano chukua hapa, hakuna na ume level yako ya elimu ni, ni level gani? Oh, naweza kusema chuo mm -hmm. Lakini sasa sikufanikiwa kumaliza. okay. Yes, kwa sababu uh, nilifaulu form 4 nakumbuka miaka kumi na mbili iliyopita ndo nilimaliza form 4 mm -hmm. So nilichaguliwa CBG mm -hmm. Baadaye sikufanikiwa pia kwenda kwao, nikawa nimejiunga kwenye vyuo.